Mmoja kati ya habari ambayo imeweza kuwashangaza sana watu wengi hivi siku ya leo ni namna ambavyo rafiki kipenzi wa mke wa marehemu MC Pilipili Cute Mena ameamua kuzungumza ni kitu gani ambacho kilisababisha rafiki yake kuachana au kutengana na marehemu MC Pilipili, jambo ambalo kila mmoja alikuwa anatamani sana kulifahamu, lakini pia kila mmoja alikuwa anatamani sana kujua nini ambacho kilitokea, ilikuwaje, kuwaje, ndoa Kristo kama ile walifunga kanisani kabisa, alafu watu wagombane na wafikia hatua kiutimena atamani kabisa kupewa talaka, jambo ambalo kwa dini ya Kikristo kupewa talaka au mwanaume kutoa talaka, hilo ni jambo ambalo halikubaliki na wala haliwezekani. Yani nyie imetokea mmefunga ndoa, basi kifo ndicho kitu ambacho kitawatenganisha na wala sio kitu kingine. Rafiki kipenzi wa kitu mina ameamua kuzungumza wazi kwenye vyombo vya habari ni kitu gani ambacho kimetokea, kwa sababu kwa sasa hivi hali imepoa na watu wengi sasa hivi wameshasahau kabisa yale majonzi ya marehemu MC Pilipili na maisha mengine yanaendelea. Ameweza kuzungumza wazi na kudai kwamba Cute Mina alikuwa rafiki yake sana hapo nyuma, na kwa sasa hivi anakuambia sio rafiki yake, kutokana na yale mambo ambayo yaliwahi kutokea kati yake pamoja na rafiki yake, jambo ambalo yeye binafsi kama rafiki Cute Mina anakuambia hana budi kulizungumza kwa sababu kwa sasa hivi ay, tayari marehemu MC Pilipili ameshapumzishwa kwa amani, lakini pia yeye sio tena rafiki wa Cute Mena au mke wa marehemu MC Pilipili Pili. Ameamua kufunguka wazi na kudai kwamba kipindi Cute Mena ameweza kugombana ay na marehemu MC Pilipili, kuna mambo mengi sana yaliweza kutokea, na mwenye kosa anakuambia ay, ni mke wa marehemu MC Pilipili Pili. Yani, Cute Mena yeye ndiye ambaye aliweza kufanya makosa. Kwanza kabisa anakuambia, messages zilikutwa nyingi sana, Cute Mena akiwa anachati na mwanaume mwingine nje alafu baadaye Uh, mume wake al alipomuuliza, uh, basi mambo yakawa mengi tmena, kana, analeta dharau kwa sababu tu yule mwanaume ambaye mtu unamfahamu jamaa ambaye anachati na mke wangu, lakini anakuambia yeye, kwa upande wake alichukua hatua ya kumfuata Cute Mena, na akazungumza naye, akamwambia kwamba bwana, wewe upo kwenye ndoa, hebu mheshimu mume wako, maisha mengine yaweze kuendelea. Ukiendelea kumdharau kama hivi, basi ni kama vile mwanaume atajihisi yeye sio mwanaume ndani ya nyumba. Baadaye Cute Mena ni kama vile alipanda juu, akifua kikajaa mwanamke, basi akawa ana vimba, kwa sababu yule mwanaume wa nje alikuwa ana fedha, alikuwa ana mjali, alikuwa anamfanyia kila kitu. Lakini baadaye e, tukaweza kuona ni kwa namna gani, e, MC Pilipili akaanza kufuta picha moja moja e, katika peji zake za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, kwa sababu mara nyingi sana alikuwa anamposti sana mke wake, akawa amefuta zile picha. Baadaye akatafuta katika interview na kuulizwa ni kwa nini umefuta picha za mke wako, akajibu jibu moja tu kwamba mimi ndiye ambaye niliziposti na mimi huyo huyo, ndiye ambaye nimezifuta. sio ni sababu ya kuelezea hilo liishie hapo, ila mimi na mke wangu bado tunaendelea kuishi. Kumbe kwa kipindi hicho ndicho kipindi ambacho waliweza kugombana na mke wake, mambo yalikuwa ni mengi sana. Kiuti Mena akawa haelewi, yani ule usichana bado ukawa unamsumbua, akamwona yule mwanaume ambaye anampatia fedha au aliyompiza mwanaume wake fedha, akamwona ni wa thamani zaidi. Sasa rafiki yake anakuambia baada ya kugombana sana na mwanaume wake, baadaye Cute Mena aliondoka nyumbani, akamchukua mtoto wake na kuamua kusepa moja kwa moja. Lakini Marehemu MC Pilipili hakukata tamaa, akaendelea kumtafuta, akamwomba msamaha, licha kwamba Cute Mena ilikuwa ni kosa lake, akamwomba msamaha. Baadaye Cute Mena akamwambia, siwezi kukusamehe, nataka talaka yangu. Ugomvi ulikuwa ni mkubwa sana mpaka kufikia hatua msimamizi wa ndoa yao akaingilia kati na kutaka kuwasuluhisha. Basi ilifika hatua Marehemu MC Pilipili ana na mawazo anakuwa anawaza sana, anampigia sana simu rafiki yake na kumwambia kwamba anatamani sana arudi nyumbani, basi mambo mengine yaweze kuendelea, mimi nimemsamee. Lakini Cute Mena alikuwa amedhamiria kabisa, alikuwa ameshindwa kabisa kuelewa kwamba ma, marehemu MC Pilipili alikuwa mume wake wa ndoa na alitakiwa ampatie thamani ayo, kama mume ndani ya ndoa, lakini yeye akawa anaweka kiburi na mambo yakawa ni mengi sana. Sasa baada ya kutengana kwao bado kiu timena akawa kiburi akawa mjeure. Ukiangalia uh, uh, baadaye uh, ikafikia hatua hata anamlazimisha uh, MC Pilipili afanya matumizi ya mtoto hata muda ujafika unakuta hata ujaisha mwezi imeshatumwa hela, lakini yeye bado anataka tu hela, kesho kesho kutwa, mara amwambie mtoto anadaiwa ada ya shule lakini hizo heka heka ni kama vile zilizidi, au huyu mwanamke kwa kiasi fulani alikuwa ameshachoka kumpenda MC Pilipili na wala alikuwa hatamani tena kuendelea na ule uhusiano na ndio maana huyu rafiki yake anakwambia mpaka kesho, mena ataendelea kujutia ya yale ambayo aliweza kumfanyia MC Pilipili, na hajapata hata sekunde moja ya kumwomba msamaha marehemu mume wake mpaka mauti unamfika. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Acha maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kutani on notification, ili mradi tuweze kuwa mtu kwanza kupata kila habari ambayo ina trend na kumake headline ndani na nje nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye, mpaka wakati mwingine, ama chao.